ya muungano wa Tanzania, mwananchi una haki ya tarehe 29 kwenda kuji kutoka na kupiga kura, lakini leo tumeona vyombo vya dola ikiwemo jeshi la polisi ambalo liko nyuma yangu hapa, jeshi hili linatembea kwa ukakamavu ukakamavu kuwathibitishia kuwa wilaya yetu iko salama, lakini baadhi ya vyombo vya dola viko salama au viko sawasawa kabisa, lengo la kufika au kutembea maeneo mbalimbali ya wilaya yetu, na tukaona sehemu nzuri ya kuongelea mikata ya Nangwa, lengo kubwa ni kuwathibitishia wananchi wa wilaya Hanang', mimi nikiwa kama mwenyekiti wenu wa kamati ya ulinzi na usalama wa wilaya Hanang', ninawadhibitishia kwamba wilaya iko salama. Naomba nirudie tena, tunawadhibitishia kwamba wilaya iko salama, wananchi mko salama tukianza na Mwenyezi Mungu, lakini serikali yenu iko salama kuhakikisha mnatoka mkiwa salama kwenye nyumba zenu, lakini pia mnaenda kupiga kura kwenye vituo ambavyo vimeelekezwa na tume, kupiga kura mkiwa salama.